Dk Mwigulu, uteuzi wako umepitia ushindani mkubwa, ushindani mkubwa, na katika vigezo kadhaa umeibuka kuwa na sifa nyingi kidogo kuliko wengine ulioshindana nao, na vigezo vyote vilivyopimwa. Tumepima maeneo mbalimbali ya kuitumikia nchi hii ya kulitumikia taifa hili kubwa zaidi ni wa kutumikia wananchi wa jamhuri ya muungano wa Tanzania narudia wa jamhuri ya muungano wa Tanzania kazi zako na maelekezo yote yamo kwenye katiba lakini nimekukabidhi vitabu vinavyoeleza majukumu yako na mambo yote ambayo unatakiwa kuyaangalia Umepokea kijiti kutoka kwa waziri mkuu mstaafu, ndugu yetu, mheshimiwa Kassim Majaliwa ambaye amefanya kazi nzuri kufanikisha kufanikisha tunayotamba nayo leo tukitamba na ujenzi